Moja kati ya stori ambayo watu wengi walikuwa wanaizungumza siku ya jana tarehe 21 ya mwezi wa 11 ni stori ambayo inamhusisha msanii Zuchu. Ukiangalia siku ya jana, ilikuwa ni siku muhimu sana katika maisha yake, kwani aliweza kutimiza miaka 32 tangu azaliwe mwaka 1993 na jambo ambalo lilikuwa linawashangaza sana mashabiki wengi ni kwamba msanii Diamond Platnumz hajadiriki kumposti Zuchu katika akaunti yake yoyote ya mitandao ya kijamii. Ukiangalia katika ukurasa wake wa Instagram hajamposti Zuchu kumuishi, ukiangalia uh, ukurasa wake wa Snapchat, ukiangalia ukurasa wake wa TikTok. Hakuna ukurasa au mitandao ya kijamii yoyote ambayo msanii Diamond Platnumz anamiliki uh, labda huenda amemposti Zuchu lakini hakuna popote ambapo Diamond Platnumz amefanya hivyo wengi wakawa wanajiuliza sababu ni kitu gani, licha ya kwamba kuna ile zawadi ambayo Diamond alimpatia Zuchu, lakini ile zawadi Juma Lokole ameweza kufichua mazito na kutueleza ni nini sababu ya msanii Diamond Platinum kushindwa uh, kumposti Zuchu. Na huko ukiangalia mwezi wa kumi ilikuwa ni birthday ya msanii Diamond Platinum, na tuliona Zuchu aliweza kuposti katika peji yake ya Instagram, alimuita majina mengi sana, bosi wangu, mpenzi wangu, mume wangu, mu baba wangu, eh, wa Bani wangu, alimuita majina mengi sana, akaandika ujumbe mzuri, ujumbe ambao uh, uliambatana na picha yao ya kumbukumbu, na ni kitu ambacho msanii Diamond Platnumz alijivunia sana, akaona kwamba mke wake anampenda. Lakini katika hii birthday ya Zuchu imekuwa ni tofauti, as labda Zuchu alitarajia msanii Diamond Platnumz atamfanyia jambo la namna hiyo, jambo ambalo yeye binafsi mwezi wa kumi alimfanyia hivyo hivyo. Lakini Diamond Platnumz imekuwa ni tofauti, hakuna picha yoyote ya Zuchu ameposti lakini pia hakuna popote ambapo amemuishi Zuchu. Kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Juma Lokole siku ya leo ameweza kutueleza ni jambo gani ambalo limesababisha mpaka msanii Diamond Platinum akashindwa kumposti Zuchu eh, siku ya tarehe 22, siku ya birthday yake siku ya jana. Na unaweza kuona hata katika pati ya usiku msanii Zuchu, katika pati yake ya usiku alifanyiwa na marafiki zake eh, na ni watu wa karibu yake tu walimfanyia pati eh, walimfanyia surprise. Baadaye Zuchu akaimbiwa, wakakata keki, wakacheza muziki, mambo mengi sana alifanyika pale. Lakini pia, hatujamuona msanii Diamond Vietnam. Bado maswali yakawa yamebaki kwa mashabiki, wakawa wanajiuliza kuna nini ambacho kinaendelea kati ya Diamond pamoja na mke wake, mbona ni kama vile hii birthday amemsusia Zuchu, amemsusa moja kwa moja. Juma Lokole ameweza kueleza wazi ni kitu gani ambacho kinaendelea. Juma amedai uh, usiku wa tarehe 21 kuamkia tarehe ishirini na mbili unaambiwa kuna ugomvi mkubwa sana ulitokea usiku huo kati ya msanii Diamond pamoja na Zuchu. Na sababu kubwa ya ugomvi wao, unaambiwa Zuchu alishika simu ya msanii Diamond, na baada ya kushika simu ya msanii Diamond kuna mambo mengi sana alikutana nayo kule. Sasa baada ya kumhoji Diamond kwamba inakuwaje katika simu yako, eh, umazaa usa eh, lazima uwe umejiandaa kisaikolojia kupokea yale ambayo unayatafuta katika simu ya mwanaume wako. Mara nyingi sana Zuchu alishawahi kuzungumza katika interview kwamba yeye hawezi kushika simu ya mwanaume wake, na ndicho kitu ambacho kinamsaidia anadumu katika mahusiano yake, jambo ambalo tulitarajia kwa Zuchu. Uh, hii story tusingeisikia kwa sababu yeye binafsi alishawahi kuzungumza kwamba mimi simu ya mwanaume wangu siwezi kushika. Sasa Juma Lokole anakuambia chanzo kikubwa ni simu. Uh, Diamond Platnumz, baada ya kuulizwa na kuhojiwa na Zuchu kuhusiana na kile ambacho Zuchu alikiona katika simu, Diamond akapanika akamwambia, kwa nini umeshika simu yangu? Mambo yalikuwa ni mengi sana katika ule usiku uh, wa kuamkia tarehe ishirini na mbili na baadaye, uh, msanii uh, Diamond Platnumz ni kama vile alinuna, lakini kuamkia tarehe Zuchu akaendelea kuposti kama kawaida, kama vile hakuna chochote ambacho kimetokea, lakini kitu ambacho kimetokea ndicho hicho. Zuchu alishika simu ya mshikaji na Diamond akamaindi, akaona kama vile huyu mwanamke ananipanda kichwani. Nimeamua kumpenda, nimemuoa, nimemweka ndani, lakini bado anaendelea kunifuatilia. Anafuatilia kitu gani? Kitu, kitu ambacho kimewaangusha sana mashabiki wa Zuchu ni hicho, kwa sababu Zuchu mara nyingi huwa anazungumza mitandaoni, kumbe kile kitu ambacho anazungumza, anazungumza tu hakifanyi kazi wala hakitendei kazi. Juma kule akawa anadai kwamba kuhusiana na ile zawadi ya gari, msanii Diamond Platnumz alishamwandalia Zuchu surprise nyingi sana, alimwandalia hiyo zawadi ya gari. Aliharibu hapo hapo. Yani ameacha, ni kama vile ile zawadi ya gari basi alimtuma tu mtu kwamba mpelekee mtu fulani hiyo zawadi, basi Zuchu alipokea akaposti katika ukurasa wake wa Snapchat kuonesha wazi hiyo ni zawadi imetoka kwa mume wake. Lakini pia tuliona zawadi nyingi ambazo mama Dangote alimpatia Zuchu, alimpatia zawadi ya keki, alimpatia zawadi ya bangili za mikononi nyingi tu, na ni bangili za thamani ya kiasi kikubwa tu. Sasa namna ambavyo Juma Lokole ametueleza hii story, imetuonesha wazi ni kwa namna gani katika ndoa ya Zuchu pamoja na Diamond bado kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea kwa sababu ukiangalia E, mara nyingi sana tumekuwa tukimsifia Zuchu kwamba yeye ni mwanamke ambaye anamsikiliza mume wake, anamtii, lakini pia anamvumilia katika mambo mengi sana. Sasa tulitarajia au tulitegemea msanii Diamond Platnumz aache yale mambo ya makando kando, yani apunguze ya aachane na mambo ya wanawake. E, nje ya ndoa yake aachane na mambo ya hao wanawake ambao wanatamani tu pesa zake, amue tu kuwa na Zuchu, lakini imekuwa ni tofauti. Diamond ataendelea kubaki kuwa kama Diamond. Diamond wa zamani ndo yule yule, na unaambiwa asili ya mtu ni asili tu. Yani mtu hawezi kuacha tabia yake ambayo tayari ni asili yake. Unaweza kuta hiyo tabia aliwahi kuwa nayo baba yake, aliwahi kuwa nayo babu yake. Tabia ya kurithi ni tabia mbaya sana. Sasa watu wengi walikuwa wamefikiri na kudhani kwamba msanii Diamond Platnum huenda amebadilika moja kwa moja, huenda ile tabia yake ya kuwa na wanawake wengi imebadilika, lakini ni tofauti eh. Bado Zuchu anaendelea kupambana eh, Zuchu anaendelea kupambania mahusiano yake, Zuchu anaendelea kupambania mapenzi yake bado eh. Mkanganyiko ni mkubwa sana katika mahusiano kati ya Diamond pamoja na Zuchu, lakini tunaweza kusema hakuna mahusiano yoyote yasiyokuwa na ugomvi, lakini pia hakuna mahusiano yoyote yasiyokuwa na changamoto. Na hii ni moja kati ya changamoto kubwa sana ambayo watu wengi sana wanaipitia. Ukishashika simu ya mume wako au ukishashika simu ya mke wako, basi unatakiwa kutarajia ugomvi na uwe umejiandaa kweli kweli, kwa sababu ule ugomvi unakuwa ugomvi mkubwa, mpaka inafikia hatua wengine wanauana, wengine wanatiana ngeu ambazo sio za maana, wengine wanaekana polisi. Ni kutokana na hasira utaipata. Bana, wivu wa mapenzi unauma sana, na ndio maana uh, unaambiwa kuwa na mwenzako, jitahidi sana ujizuie usishike simu yako uh, yaani yake yake yaani simu kabisa, kwa sababu ukishika tu uh, tu au au jitahidi usijue password password, hata kama ikiwepo hapo hujui hautakuwa na na na kile kiherehere cha kusema niangalie uh, mwenzangu kafanya nini. Ndicho kitu ambacho kilimkuta Zuchu. Huenda siku siku ya jana, siku ya jana birthday yake, angefanyiwa surprise nyingi sana na mume wake, lakini ameharibu kutokana na kushika tu simu ya mwanaume wake. Weka mashabiki, unalipa la kuzungumza, tochia maoni yako, lakini pia nikumbushe ambaye bado hujasubscribe, bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, lakini pia usahau kubonyeza alama kengele, naweza kuwa mejikikishia kuwa mwanafamilia wetu na utopitwa na habari zetu za kiburudani ambazo na kiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania.